Mara nyingi watu kwa sababu tuko katika quest ya perfection tunataka watu wasituone wabaya. hmm. Hmm. Kweli ni present, uongo ni future hmm. Projection yake uh -huh. Aliyeongea kweli kuisha atashambuliwa tena aliyeongea uongo, lakini aliyeongea uongo anatengeneza wasiwasi na asili ya fobia inakaa zaidi maisha yakiwa feki, mm. yakijaa uongo mm. unakuwa muoga mm. Kwa hiyo uoga ni anticipation mm. of evil, yaani ukitanguliza mabaya, ijapokuwa kuwa kisaikolojia asilimia tisini na tisa ya vitu ambavyo tunavyofia havitokei uh -huh. Ila watu ukiwa na hali ya, ya kuogopa unakuwa na anxiety disorder mm. uwezo ukawa na peace katika maisha mm. utafeli kuishi maisha ya kwako mm. kifupi njia pekee ya kumsaidia mtu ambaye anakosa balance katika mm-hmm. eh, halisi na asili mm. Ukatae kufanya chochote kwa kuwaridhisha watu, kwani binadamu hawaridhii kwa kuridhishwa, wanaridhia ndio kwa... wanapata ridhaa. Asiyeridhia hawezi ku, ku, kuwa na ridhaa mm.